Tangu umeme ukatike, mai haiku yake juu, kwa sababu umeme ndio nachaku nani mai inakuja. Kisha tunenda shota tu kulake, make tumeishi maisha twakwenda shota kulake, nakia fula kilasi nji. Ah, atuzi <laughs> kuchoka, tunachokaka kabisa, mai atu na sho. Mnaweza omba ni, tunaomba turudishe kwa kura juu umeme inakuya na kua na nani na mai. Sasa wakaturudisha umeme, mali tutapata tu mai. Na maji ina muhimu gani katika maisha hapa Goma, hasa kwenu nyinyi wa mama na jamii? Bo mai inatusaidia muya mingi sana, kufula, kusukula, inatusaidia mukupiga usafu, kufaa usafi nyumbani natusaidia kubia mingi sana mai. Sasa imewahasiri vipi ama uh, inawagusa namna gani? wakati maji haiko nafika, mnajisikiaje? tukatuka jisikia mbaya sana juu tuko nachoka kwanza kuenda kulake kurudia, na bengine wanaenda ba fulani kule kulake bakupandisha makinga wanakuwa nazuzisha nazo bei umalupango. Nazani nini inaweza fanyika? Si tunaomba waturudishe kura umeme. Umeme ukishafika maji nayo tafika. Bengine wanakosa mai mumanyumba fasi yote, saa vile saizi siku mai haiko, na batu wana, wana nguvu wanenda kulake, wananawia kule kufulia kule, vya vile nanjo inaletele madanger kuzama kwa waine vetunenda shota mai kulaki, na mai natusaidia mwia mingi sana kumwanga, matwalete matwalete za kumwanga mwomai, njio natusaidia na kufula, kunawa, kusukula, kupiga pia. Jina lako tena? Mina zani kama vita ni nahani kama vita ni ya mubaju